Mtazamaji, tusonge mbele na taarifa yetu ya habari. Hapo awali nilikujuza ya kwamba polisi mkoani Morogoro imewakamata wahamiaji haramu kumi na mbili raia wa Ethiopia katika eneo la Mikumi, barabara ya Morogoro Iringa, waliokuwa wakisafirishwa katika gari ndogo aina ya Noa lenye namba za usajili T876BHZ wakiwa wanaelekea Afrika ya Kusini. Aidha, polisi pia inawashikilia Watanzania wawili ambao ni Kim Mustafa na Rashidi Ali, wakazi wa Segera mkoani Tanga kwa tuhuma za kuwasafirisha wahamiaji hao wakati wakijua ni ukiukwaji wa sheria. Taarifa ya Jackson Monela inafafanua zaidi. Uchunguzi wa awali unaonyesha wahamiaji hao walipakiwa kutoka mji wa Chalinze na walikuwa wanasafirishwa kuelekea Tunduma, ili baadaye waweze kuelekea Afrika ya Kusini. Hata hivyo, kutokana na ulinzi uliopo katika ukanda huu, imekuwa vigumu kwa wahamiaji hao kuvuka salama, na walipofika katika eneo la Mikumi, waliishia mikononi mwa jeshi la polisi askari wetu uliokuwa doria na ilikuwa ikaendeshwa na dereva mmoja anayeitwa kimu Mustafa, miaka ishirini na mitano, mkazi wa Segea. Huyu kimu alikuwa na msaidizi wake ambaye ni kondakta kwa mji wa maelezo yake atajulikana kwa jina

ili kuwatafuta wafadhili wa biashara hiyo, na baada ya uchunguzi kukamilika, watafikishwa mahakamani —Jackson Monela Star TV Morogoro.